Tunaenda kujifunza kutoka katika kitabu cha Mwanzo tano uh, fungu lake ni la ishirini na moja hadi ishirini na nne na tunapata kichwa cha mafunzo ni kwamba Henoko aliweza kutembea na mwenyezi Mungu. Henoko aliweza kutembea na mwenyezi Mungu ili tuweze tu, kujifunza nasi tunapoishi katika dunia hii tuweze kujua jinsi ya kuweza kutembea na mwenyezi Mungu katika maisha yetu, na bibilia inasema henoko akaishi miaka sitini na mitano akamzaa methusela henoko akaenda pamoja na mungu baada ya kumzaa methusela miaka mia tatu akazaa wana waume na wake siku zote za henoko ni miaka mia tatu na sitini na tano henoko akaenda pamoja na mungu naye akatoweka maana Mungu alimtwaa. Tumepata katika fungu hili ya kwamba mtumishi wa Mungu Enoko aliweza kutembea na Mungu katika maisha yake alipokuwa katika ulimwengu huu, na tunaona ya kwamba alipoishi miaka sitini na mitano Enoko anamzaa mwana kwa jina anaitwa Methusela. Alipomzaa mwana huyu Methusela tunaona ya kwamba ba, kabla ya Henoko kumzaa mwana huyu alikuwa anampenda Mungu, alikuwa anamcha Mungu na pia alikuwa anaweza kuzishika sheria ya Mwenyezi Mungu kabla ya kumzaa mwana huyu. Lakini pia tunaona ya kwamba a, baada ya kumzaa mwana huyu, mwana wake wa kwanza wa kiume Enoko alifika katika ile hali ya juu zaidi ya kuweza kumpenda Mwenyezi Mungu, kuweza kumcha Mwenyezi Mungu na kuweza kuzitunza sheria zake. Kiwango chake kilizidi jinsi alivyokuwa kabla hajampata mwana, na tunaona pia kwamba aliweza kusongea karibu zaidi, mahusiano yake yeye na Mwenyezi Mungu ilikuwa mahusiano ya karibu zaidi baada ya kumpata huyu mwana wake wa kwanza Methusela, na hapo ndipo Enoko aliweza kufahamu zaidi majukumu ambayo alikuwa nayo yeye kama mzazi kwa mwanawake na pia akaweza kuelewa ile majukumu ambayo yeye kama mtoto wa Mwenyezi Mungu, kama mtoto wa Mungu, majukumu ambayo alikuwa nayo kwa Mwenyezi Mungu na jinsi ambavyo mtoto wake alikuwa akimpenda, jinsi ambavyo alikuwa akiangalia, jinsi ambavyo mtoto wake alikuwa anamwamini, jinsi ambavyo alikuwa anamtunza na kuweza kumlea. Kwa kweli aliweza kuelewa ufahamu, aliweza kufahamu zaidi jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anatupenda, jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anatujali na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anatulinda katika kila hali. Aliweza kujifunza funzo ama somo ambalo ni la kushangaza sana ambalo hakuweza kulijua kabla ya kumpata mwana huyu, na pia akaweza kutambua jinsi ambavyo Mungu alitupenda na akatupatia zawadi ya mwana wake Yesu Kristo ili kila mtu ambaye anamwamini asije akapotea, bali awe na uzima wa milele aliona jinsi mtoto wake alikuwa ameweka a, kama matumaini yake kwa baba yake. Mahali popote baba angemchukua mtoto ange, angeenda na yeye bila ya kuogopa chochote. Akaona ya kwamba hivyo ndivyo nasi, tukiwa watoto wa Mungu, tunafaa tuweze kumtegemea Mungu wetu, kwa kuwa yeye ni mweza vyote. tunaona ya kwamba ile upendo wa mwenyezi Mungu ukaweza kuwa ni jambo ambalo alikuwa analifikiria kila wakati, ikawa kitu ambacho mchana usiku wakati wote alikuwa analifikiria sana upendo wa mwenyezi Mungu, na moyo wake ukaweza kutamani kuweza kudhihirisha upendo huu wa Mungu kwa ulimwengu na kwa watu wengine ambao walikuwa karibu na yeye. Tunaona ya kwamba Henoko alitembea na mwenyezi Mungu. Sio kwamba ilikuwa ni kwa ndoto, bali ilikuwa ni majukumu yake ya siku baada ya siku. Hakuwa mtu ambaye angejificha ili asije akakutana na watu wengine wa kidunia, kwa sababu ilikuwa ni wajibu wake kuweza kuwafikia watu wa dunia ili aweze kuwafikishia ujumbe ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amempatia. Tunapata mtumishi wa Mungu, Enoko alikuwa ni mtu mwenye familia. Alipokuwa katika mahusiano yake na watu kama mme, kama baba, kama rafiki, kama mwananchi, alikuwa ameweza kusimama imara kama mtumishi wa Mwenyezi Mungu. Na hivyo akaendelea kutembea na Mwenyezi Mungu kwa miaka mia tatu baada ya kumzaa mwanawake Methusela. Tunakuta ya kwamba kuna Wakristo ambao wa, wakitambua ya kwamba ama wangeambiwa ya kwamba ujio wa Kristo uko mbali hivyo wangeacha ku, kujit, kujitolea kwa ajili ya Ukristo kujenga tabia yao kwa sababu wangesema ya kwamba uh, Kristo ujio wake uko mbali hivyo, wacha tufanye mambo yetu kwanza ili tutaweza kumkujia Kristo baadaye. Lakini tunapata ya kwamba mtumishi wa Mungu Enoko alipo, uh, alitembea na Mwenyezi Mungu kwa miaka mia tatu baada ya kumzaa Methusela na hakuchoka, akaendelea kuwa mwenye imani, akaendelea kuwa mwenye nguvu na mwenye upendo ukaendelea kuwa zaidi katika uh, muda huo wote, tunaona ya kwamba sababu ilimpelekea Henoko kuweza kutembea na Mwenyezi Mungu katika wakati huu wote ni kwa sababu nia yake alikuwa ameikabidhi mkononi mwa Mwenyezi Mungu. Nia yake ilikuwa nia ya Mwenyezi Mungu. Nasi pia Wakristo tunaoishi katika nyakati za leo tunaambiwa ya kwamba iwapo nia yetu itaweza kuwa kama nia ya Mwenyezi Mungu na tuweze kumpatia a, ile nia yetu Mwenyezi Mungu, aweze kutuongoza, tuweze kukubali ile nia yake, na tuweze kuifuata, tutaweza kumfuata Mungu, na yeye ataweza kutuongoza katika kila njia ambayo tunaweza kutembea naye, jinsi ambavyo mtoto mdogo mchanga anavyomwamini baba yake wanapotembea mahali popote iwe usiku iwe mchana iwe wakati wa giza iwe wakati wa mwanga, waende kwa msituni, waende mtoni, waende wapi, mtoto anamwamini baba yake, anajua ya kwamba mahali popote baba ananipeleka hapo ni mahali salama. Nasi pia watoto wa Mwenyezi Mungu tunapomshika Mungu mkono, Mungu aweze kutuongoza katika kila njia, Mungu ataweza kutuongoza katika kila njia ambayo ni njia ambayo ni sawa, katika hali zote iweze kuwa ni katika hali ya huzuni, tuweze kuwa na furaha, tuweze kuwa na changamoto yoyote, tutaamini na kujua ya kwamba Mungu anatuongoza. Na kwa kuwa Mungu anatuongoza na anatuwazia mema, mambo yote yataweza kufanyika kwa utukufu wa jina lake. Hivyo basi, ndugu wapendwa, tuweze kujitolea kujikabidhi mkononi mwa Mwenyezi Mungu ili aweze kutuongoza kama mtoto mdogo, jinsi ambavyo amemwamini baba yake anapomwongoza anapomwelekeza. Hivyo ndivyo sisi wa Kristo tunafaa tuweze kujikabidhi katika mkono wa Mwenyezi Mungu ili aweze kutuongoza katika kila njia. Mungu aweze kutubariki tunapofikiria na kukubali tuweze kutembea pamoja naye jinsi ambavyo mtumishi wake Enoko aliweza kutembea naye Mungu aweze kutubariki sote. Amen.